Kwa kweli tunapozungumza habari ya matukio ya vifo yaliyotokea wakati wa uchaguzi tarehe ishirini na tisa, tunapozungumza habari hiyo, watu wamekufa, watu wame, wamepoteza mali zao, labda wakati mwingine e, wengine hawaonekani tu waliko, wengine wamekamatwa, wako mahakamani, wako polisi, wako wapi hivyo. Wengine ndugu zao wamebahatika kuwaona, wengine hawajabahatika kuwaona. Hali kama hiyo inapotokea E, nini kifanyike? Saikolojia e, ya kwanza tunaanza na wale ambao hawajawaona waona watu wao watu wa, wa inasadikika wamekufa au wakati fulani walionekana kabisa e, e, wakipata waki madhara yaliyowapelekea ya, ya kifo, wanafanya nini? Hawajawaona waona mpaka leo, kinachotokea ni kwamba naweza kuchukua nguo zake, naweza kuchukua viatu, nguo na nini na vitu alivyovipenda vyote mkaviweka kwenye jeneza mkafanya msiba kuzika, kwa maana hii itawasaidia kuwa mme, mmeondoa yale maumivu ambayo yako ndani yenu na kwamba mlishiriki kwenye, usibu, kwenye, kwenye, kwenye msiba wake. Hiyo inakuja pale ambapo e, mnakuwa mmethibitisha kwamba yule mtu e, kwa kweli alikufa ali, ali, ali, na hatukubahatika kupata mwili wake, kwa hiyo mtakapozika E, na kufanya taratibu zote za kimazishi, ile itawasaidia kukaa kimya, na tumekuwa tukiitumia mara nyingi. Hata wakati mwingine mtu kama kushiriki msiba labda wa baba yake wa mama yake wa mpenzi wake, alikuwa mbali ya kupata taarifa, anaporudi ili kumfanya akae sawa, tunaweza wakati fulani tukazika nguo yake juu ya lile kaburi au tukazika picha zake, atukampa afanye ile zoezi yeye, ambaye hakuwepo wakati wa msiba, na ile inamsaidia kwenye kuona kwamba jambo hili lilitendeka na tulimaliza. Tukumbuke wakati ule wa MV Bukoba, watu walifia ziwa Victoria, lakini mchanga ulirushwa kwenye, kwenye ziwa kuashiria kwamba tumewazika ambao hatukuwapata miili yao wakiwa mle mle ziwani. Kwa hiyo itasaidia kuonyesha kwamba e, sasa tume, tumefanikiwa lakini kama kuna kuna labda kuna, kuna miili iko mahali fulani e, o, wanaweza tu pia wakapewa kabla ya kufanya hayo ya matukio ya kuzika ya kuzika nguo. Kama haipo basi e, ionekane kwamba haipo na watu waambiwe rasmi kwamba e, kule kumochwari, wapi hakuna miili, ili waweze kufanya hayo matukio, kwa sababu wako watu wengine mpaka leo bado wanaamini kwamba labda kule mochwari kuna nini, kuna miili bado. Kwa hiyo likitoka tamko rasmi inaweza kusaidia kuwafanya watu ku cool down ili kusudi kuona kwamba lile zoezi liliisha na sasa sisi tumefanya, tumeondoa hali ya msiba kwa mtindo huu. Lakini ukija kwa watu waliopoteza mali zao, ni wakati ambao hata taasisi za kifedha zinatakiwa zione kwa namna ya pekee. Je, wanafanyaje hususan wale waliokuwa na mikopo? Wakae chini na taasisi za fedha zao wajadiliane, waone wanatoka pale kwa namna gani kwenda sehemu ambayo e, itawafanya hawa wafanyabiashara waweze kuwa salama. Kuwa salama kwa, kwa maana ipi? wasipate magonjwa ya kuambukiza kama pressure, stroke, sukari, na kadhalika. Kwa maana ile presha ya kudaiwa inaweza ikapunguzwa kwa njia ya majadiliano na kutafuta namna upya, ili huyu huyu mfanyabiashara aweze kuwepo, maanake asipo kuwepo, na yeye ni changamoto kwa ustawi wa taasisi za kifedha, lakini pia kwa ustawi wa taifa, kwa maana linategemea kodi na kadhalika. Lakini kama hiyo haitoshi ukienda kwa, kwa hawa, hawa ambao labda e, wale vijana wa, wa, wa wenyewe au wazazi wa ambao wanaona kwamba hii hali sasa inatakiwa kulipizwa kisasi. No, no, hatutaki kufika huko kwenye kulipiza, kulipiza kisasi. Kwa nini? Kwa sababu e, sisi wote ni mali ya Mungu, sio mali ya binadamu, kwa hiyo tupo kwa muda tu na tutakufa kwa hivi. Hata ukisema usilipize kisasi, wale wa, wa, wa, walio shiriki wana, watakufa tu na wao kwa hivi. Hata uwache, watakufa tu. Hata ukisema ulipize kisasi, watakufa tu. Wanasema damu nzito kuliko kuliko maji. Kwa hiyo tunachokisema ni kwamba damu zile, e, machozi yale nini, inatosha, sio tena kufanya tukio lingine litakalosababisha tena vifo visivyokuwa na na ambavyo vingeweza kuzuilika, lakini e, tunalo tunao wale watu ambao ukiachana na wale walio waliopoteza mali na hao vijana, tunalo kundi pia la viongozi wenyewe. Maki watu wakati fulani tunapozungumza tunasahau juu ya viongozi wenyewe kwamba viongozi wenyewe na wao wanapata changamoto ya stress vilevile, na wao wanasononeka, sababu hakuna kiongozi ambaye alitarajia kwamba hii hali ingetokea, hakuna aliyetarajia inapotokea naye pia anapata tabu, sababu naye ni mtu, anapata tabu e. Ukiangalia polisi na wao wanapata tabu, kwa nini pengine tulifanya hivi? Ukiwaangalia watu labda wa usalama na wao labda watapata tabu, kwa nini tulifikia huku? Ukiangalia kila mahali, kila mtu unamuona kwamba anaona kwa nini tulifikia huku.